Tukisalia kwenye masuala ya mazingira, wana mazingira katika kaunti ya Kajiado sasa wanahofia kuwa huenda vita dhidi ya mifuko ya plastiki uh, vikafifia au kusalia kuwa changamoto kutokana na mianya iliyoko katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Hii ni huku ikibainika kuwa mifuko hiyo hupenyezwa nchini kupitia maeneo ya mpaka. Robert Masai ana mengi zaidi kutoka Kajiado. Katika soko la Namelok lililoko Loitokitok, kaunti ya Kajiado, hii ndio taswira ya mji huo. Mifuko ya plastiki imetapakaa kila mahali, na licha ya kuwepo kwa marufuku ya mifuko hiyo, bado matumizi yake yanashuhudiwa katika soko hili na masoko mbalimbali yaliyoko sehemu za mpakani. Kutoka Namelok hadi mpaka wa Kenya na Tanzania si mbali sana. Wadau wa mazingira waliofika kwenye soko hilo kuokota mifuko hizo za plastiki wakilaumu mianya iliyoko mpakani kama sababu ya kuendelea kuwepo kwa matumizi yake humu nchini licha ya kuwepo kwa marufuku mingi bado tu inatumika katika sehemu za miji na sehemu kwinginezo, lakini pia ukiwa karibu na boda. Uh, kama sisi komuniti ya uh, Kajado South kwa sababu tumeshikana na nchi jirani, unakuta tu mambo mingi zinaweza pita uh, mipaka, ni vile tuko karibu na boda ambapo sheria ya nchi hiyo nyingine haijazuia hai mambo ya kutengeneza plastiki, lakini hapa Kenya imekataa na sidhani kama kuna kampuni sahihi inatengeneza hizo plastiki, so bado kuna changamoto kubwa. Kadhalika wanasema kumekuwa na juhudi finyu mno kutoka kwa mamlaka ya NEMA kuwasaka na kuwakamata wale wanatumia mifuko hiyo, wakitaka NEMA ikaze kamba na kukomesha matumizi ya mifuko ya plastiki. Hatuna enforcement ya kutosha katika mashirika ya serikali, na tungeimisa tu serikali iweke uh, sheria uh, punitive kabisa, ili ukipatikana uweze uh, kuwekwa ndani, na serikali inaweza chukua jukumu kama vile imechukua jukumu la kufanya upanzi wa miti uh, ikuwe ni national agenda, ichukue pia uh, plastic pollution kama agenda, waweze kuweka sheria kali na waweze kufuatilia sheria hizo, kwa sababu sheria ziko, lakini kufuatilia ndio ngumu. Kero nyingine ambayo ilionekana kutatiza usafi wa mazingira ni matumizi ya chupa za plastiki ambayo e utupwa kiholela watu wengi bado tu wanafikiria kwamba maji safi ni ile tu imetoka kwa plastiki ama tu kutaka kuonekana anakunywa ile maji na kunywa kwa mesa kuu so eh, ni vyema sasa shiri, mashirika ambayo yanafanya mambo ya, ya, ya, ya, ya mazingira wazingatie kuintroduce njia nyingine nzuri ah, wanyama wetu wapori, wengine wameweza ku kumeza ama kukula hizi plastiki na ikaweza kuwasababishia magonjwa na tukaweza kupoteza wanyama wengine, kutokana na plastiki, wa wanyama pori wa baharini, na hata wanyama pori hawa wengine ya wa terrestrial parks, na hata wanyama ambao tunaishi nao kama ng'ombe, mbuzi na kadhalika, tunaona ya kwamba hata hawa wameweza kuathirika sana sana na plastiki. Wadau wa kutunza mazingira walijumuika na wakazi, wanafunzi pamoja na viongozi wa Namelok kusafisha mji huo kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Mbali na juhudi za serikali pamoja na mashirika mbalimbali mbali kupambana na matumizi ya mifuko ya plastiki nchini, wananchi pia wametakiwa kushiriki vita vya kutokomeza mifuko ya plastiki humu nchini. Robert Masai, runinga ya Citizen, Namelok, Kajiado Kusini.